Yesu asifiwe sana, ni neema ya Mungu tuko pamoja siku ya leo, na leo tena kujifunza maneno ya Mungu kwa uchache sana. Naomba uwe pamoja nami mwanzo mpaka mwisho, naamini Mungu atakubariki sana sana sana. Leo tena kujifunza maneno katika kile kitabu cha Injili ya Marko sura ya kumi na moja kwanza ule mstari wa kumi na mbili tunaona hapa habari za Yesu. Yesu alikuwa kwenye safari zake za huduma hapa duniani. Sasa ikafika siku, Biblia nasema Yesu akayaona njaa. Yesu alikuwa na njaa kwa sababu alikuwa ni binadamu kwelikweli na alikuwa ni Mungu kwelikweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma kwanza mstari wa kumi na moja Biblia inasema, kwanza mstari wa kumi na mbili Biblia inasema hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake, na alipofikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa aliona njaa, alipoona njaa katika kuzungukazunguka, aa, anatafuta kitu, chakula, akaona mti, Biblia ndiyo inaita mtini. Akilipoona kwa mbali, tarajia ah sasa hapa nikienda kwenye ule mti naweza nikapata matunda ya kula. Alipofika kwenye ule mti, akakuta ule mti hauna kitu, hauna hauna tini, hauna tunda lolote, una majani tu. Biblia nasema Yesu akaulaani ule mti, akamwambia tangu sasa hata milele, mtu yoyote hatokula hatokula matunda kutoka kwenye mti wa huu hapa. Yaani maana yake wewe hautazaa hata milele. Lakini yale maneno wanafunzi wake wakasikia. Habari hii inakata kwa hapa kidogo. Sura ya 15 inaruka, sura ya kumi na sita na Luka paka sura ile ya mstari ule wa 20 ndio inakuja kuendelea tena. Biblia nasema tunaendelea sasa kumi na moja ishirini. Biblia nasema asubuhi walipokuwa akipita, kumbuka ilikuwa jana yake, asubuhi yake sasa, walipokuwa akipita eneo lile lile ambapo Yesu aliulani ule mti. Biblia nasema waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Shika leo neno toka shinani. Petro akakumbuka habari yake akamwambia, rabi, tazama mti ule ulio ulaani umenyauka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alizungumza na mti siku moja kabla, kesho yake asubuhi wakapita ya eneo hilo hilo, wanafunzi wake wakashangaa. Walisikia mwanzo kwamba Yesu ameulaani, lakini kesho yake walivyokuja kuona wakashangaa. Kwa sababu gani? Wanasema ule mtu ulianza kunyauka tokea kwenye shina. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana Yesu alivyoulaani pale, hawakuona badiliko lolote, hawakuona chochote kimebadilika. Ule mti bado ulikuwa na majani yake. Ule mti bado ulikuwa umechanua. Lakini kesho yake Biblia inasema ule mti ulikuwa umeanza kunyauka kutokea shinani. Je, Ye, Yesu alipolaani siku ile ya kwanza ule mti ulikuwa hujaanza kunyauka? Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mti ulikuwa haujaanza kunyauka ndio swali tunajiuliza hapa. Yesu akawajibu mstari wa ishirini na mbili, naomba usikilize kwa makini sana mtu wa Mungu. Naamini Mungu atakupa kitu hapa cha kujifunza. Yesu akawajibu akawaambia, "Mwaminini Mungu, amini naambia yeyote, atakayewambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo yasemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo naambia, yoyote miaombayo mkisali, aminini kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akatamka maneno akamwambia, we mti, tangu sasa hata milele hautazaa tunda tena. Biblia nasema wanafunzi wake wakasikia lile eneo, wakasikia maneno ya wa Yesu. Kesho yake kupita katika lile eneo, wakaanza kuona ule mti umeanza kunyauka tokea shinani. Bwana Yesu asifiwe sana. Dakika ile ile Yesu alipotamka ile maneno, ule mti ulianza kunyauka. Haukuanza kunyauka majani, wala haukuanza kunyauka shina, ulianza kunyauka kwenye chanzo, kwenye mizizi. Bwana Yesu asifiwe. Ulianza kunyoka kwenye mizizi. Mwanadamu alipotenda alipotenda dhambi, Mungu alimwambia tunda la mti wa uzima wa, wa ujuzi wa mema na mabaya usile, utakapokula hakika utakufa. Mwanadamu alipokula, bado Adamu alikuwa anapumua bado Adamu alikuwa na mwili huu bado Adamu alikuwa anaonekana ni binadamu wa kawaida, lakini Biblia anasema utakapokula, hakika utakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kuna wengine hapa tunafanya vitu ambavyo tunajua kabisa tunamkosea Mungu, tunaenda kinyume na maagizo ya Mungu kabisa, lakini kwa sababu tunajiona tunapumua, tunajiona tunaishi, tunatembea, sisi ni wale wale watu. Wakiona barabarani hawezi kujua cho unayoyafanya, wakiona barabarani hawezi kujua mambo unayotenda. Lakini nakwambia kwamba toka mzizi ndani ya roho yako dhambi na kula kama kansa ndani ya roho yako, inakuathiri wewe uweze ukaona, lakini kesho na kesho kutwa, kama wanafunzi hapa wanavyoona hapa, wanasema kesho yake wakaanza kuona ule mtu unaanza kunyauka tokea shina, unaanza kula mti tokea kwenye shina, tokea kwenye mizizi, kwenye shina mpaka kwenye matawi. Unaweza kuona hayana madhara unayoyafanya leo, lakini nakuhakikishia Mshahara wa dhambi ni mauti. Bwana Yesu asiwe sana. Yesu akawambia, mwaminini Mungu, yoyote atakwambia, mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka. Tunajifunza kuhusu imani siku ya leo, hili somo ni la kuhusu imani ya asilimia mia moja. Biblia inasema wala asione shaka moyoni mwake, bali yaamini kuwa yale yaliyoasema yamekwisha kutokea, nayo yatakuwa yake. Unaamini Kabla ya kuona before seeing, Yesu aliamini kwamba mti maneno aliyosema mtini nyauka, aliamini kwamba umeshanyauka kabla hajauona majani kama yananyauka, kabla hajaona shina kama linanyauka, lakini najua pale alipotamka neno kama yeye mwana wa Mungu, basi ilikusha tokea, hajalishi kwamba ameuona mtu umenyauka wala hajauona. Biblia inasema kwamba aminini ya kuwa yamekwisha kutokea nayo yatakuwa yako. Usiwe na shaka. Kuna kitu unakiomba, naamini kuna mmoja hapa ananisikiliza, kuna vitu na viomba. Inawezekana umeviomba mwezi mzima, inawezekana umeviomba mwaka mzima, inawezekana mwingine umeviomba miaka kumi, lakini amini kuwa imekwishatokea nayo kitakuwa chako. Amini kuwa umekwishapokea. Biblia nasema amini kwamba unalolisema. Ah, kwenye maneno kwenye maneno kwenye maneno, watu wa Mungu, angalia sana tunachozungumza, vitu tunavyozungumza, maneno tunayosema mimi nikawa naambia sehemu moja, nikawa nahubiri sehemu moja, nikawa naambia kwamba watu wengi tunapokea miujiza tunapoenda kuombewa madhabauni, labda tunaenda kuomba Mungu tunapokea tunapokea miujiza wakati huu, lakini maneno yetu yamekuwa kikwazo namba moja kuturudisha nyuma. Sio shetani wala sio kitu kingine, ni maneno yetu. Shetani anatumi shetani hatumii kitu chochote kilichokuwa nje yako, hatumii kitu chochote nje ya kwako wewe mwenyewe. Shetani anakutumia wewe kukuangamiza wewe, hawezi akatumia kitu kingine as long as wewe ni mwana wa Mungu, hana haki yoyote juu yako hiyo shetani, ili akupate, anakutumia wewe mwenyewe, anakutumia, anatumia maneno yako unayozungumza. Biblia inasema mmetegwa kwa maneno yenu. Tunazungumza kinyume na neno la Mungu, unaomba kwamba umeshapona, unaomba kwamba umeshafanikiwa, umebarikiwa, lakini ukitoka ukianza kuzungumza na watu, unazungumza na watu wazifu wewe, yani sijui hata nielezeje. Tunazungumza kinyume kabisa neno la Mungu, maneno yetu yamekuwa kikwazo namba moja. Biblia inasema Amini kwamba hayo unayoyasema unayoyasema maneno unayosema yamekwisha kutokea, nayo yatakuwa yako. Kwa sababu naambia, yoyote myaombayo mkisali, amini kwamba mna yapokea. Unaea maana mna meyapokea, yaani wakati huo kwamba mnaposali, ninakipokea kile kitu ambacho ninasali. Mkono wa ulimwengu wa roho, kumbuka Mungu ni roho naodosa amhujuu katika roho na kweli Mungu anawasiliana na mwanadamu roho kwa roho. Mwanadamu ana mwili ana nafsi ana roho, ila Mungu ni roho. Ili Mungu awasiliane na mwanadamu, anawasiliana roho kwa roho. Sasa mkono wa kupokea vitu katika ulimwengu wa roho ni imani, ni mkono ambao unatoa vitu katika ulimwengu wa roho, ambao Mungu anatujibu kwenye ulimwengu wa roho. Imani ni kama mkono, unatoa vitu katika ulimwengu wa roho, unavileta katika ulimwengu wa mwili ili tuweze kupata matokeo katika ulimwengu huu tunaouona. Kwa bila imani, Mungu anaweza akakujibu, lakini huna mkono wa kutoa kitu kutoka na ulimwengu wa roho ukileta katika ulimwengu wa mwili. Tunakosa imani. Watu wengi sasa wanahangaika, wanasema, tuombe nguvu zaidi, tuombe tupate uwezo zaidi, lakini ukweli ni kwamba, watu, tunahitaji imani zaidi, tunahitaji kumjua Mungu zaidi. Imani inakuja kwa kusikia na kusikia kwa neno la Kristo. Huwezi ukawa na imani, huwezi ukapata uka Huwezi, uka, uka ukaomba kitu zaidi ya imani yako. Unapokea vitu kulingana na imani yako. Imani yako inapoongezeka ndio kiwango chako cha kuweza kupokea vitu katika ulimwengu wa roho na inaongezeka. Imani ndogo utapokea vitu vichache, imani kubwa utapokea vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia nasema atukuzwe Mungu Baba aliyetubariki kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Biblia inasema tumebarikiwa baraka zote. Unaelewa maana zote, mtu wa Mungu. Tumebarikiwa kwa baraka zote katika ulimwengu. Zote vyote ambavyo tunahitaji Mungu alishatubariki. As long as tupo ndani ya Kristo Yesu, Mungu alishatubariki katika ulimwengu wa roho. Changamoto kubwa iliyopo ni kutoa vitu katika ulimwengu wa roho, kuvileta katika ulimwengu wa mwili ili tuweze kupata matokeo tunapoishi hapa. A, Mungu hawezi akafanya zaidi alivyofanya. Ameshafanya kila kitu kwa ajili yako. Mungu sasa hivi afanye chochote kwa ajili yako. Alishafanya kila kitu kwa kumtuma mwanawe pekee Yesu Kristo aje afe duniani kwa ajili yako, achukue adhabu ya dhambi zako, afe kwa niaba yako, kwa sababu wewe, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, natakiwa upe. Yesu akafa kwa ajili yetu, akafufuka kwa ajili yetu, sasa hivi upo mkono wa kumi wa Baba kwa ajili yetu, juu sana kuliko kila jina, kuliko usultani, kuliko kila nguvu, kuliko kila mamlaka, kuliko Shetani na watu wake wote anaoongoza. Juu sana kwa ajili yako wewe sisi wajibu wetu ni ku-, ku appreciate kile kitu ambacho Mungu ameshakifanya na kuendana nacho kukubaliana nacho t, tunapingana na kazi ya msalaba, tunapingana. Yesu anatuambia njoeni huku, sisi kanisa, nimeshalikisha mkono wa kuume wa Baba, lakini kanisa linapingana na Yesu, alitaki kukubali ule uhalisia wa wokovu kama ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawaambia yote myaombayo, mkisali aminini kuwa mmeyapokea nayo yatakuwa Yen. lakini hajaishia hapo, hajaishia hapo. Amekuja kusema concept moja kuanzia mstari wa ishirini na tano. Naomba kama una biblia ufungue biblia yako hapo kuanzia mstari wa ishirini na tano, anasema nanyi kila msimamapo na kusali sameheni. Naomba msikilize vizuri, mtu wa Mungu, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe wala baba yenu aliye mbinguni hawasamee ninyi makosa yenu. Kuna kitu nilikiongea hapo mwanzo, nikasema kwamba shetani hatumii kitu chochote nje ya kwako mwenyewe. Kama wewe ni mwana wa Mungu, nazungumza mtu ambaye mwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kama wewe sio, hiyo ni kesi nyingine. Lakini kama mwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake Biblia nasema sisi tupo ulimwenguni humu lakini sio wa ulimwenguni humu. Ina maana shetani Biblia inamwita shetani Mungu wa dunia hii. Lakini sisi sio watu wa ulimwengu huu. Wa ni watu wa asili yetu ni mbinguni. Kwa shetani hana mamlaka juu yetu kwa sababu yeye ni Mungu wa dunia hii. Na ambao wapo chini ya dunia hii ambao hawajamwamini Kristo, shetani hao si ana haki juu yao. Lakini sisi ambao tumemwamini Yesu, Biblia inatuambia kwamba shetani hana mamlaka juu yetu kwa sababu tupo juu sana juu ya kila kila kazi za shetani. Sasa nimekwambia, shetani hatumii kitu nje ya kwako, kwa we wewe mwenyewe. Shetani anakutumia wewe kukuangamiza we. Shetani hatumii chochote nje ya kwako, kwa wewe mwenyewe. Wewe ndio unaimpa mlango shetani wa kuingia. Wewe ndio unaweza kumtoa shetani na kufunga mlango. Sasa milango ambayo inamsababisha shetani hapate haki kisheria juu yako, apate njia ya kuingilia. Ukiwa na nyumba, ukifungua mlango, ukiacha wazi, mtu akija kuingia, hilo ni kosa lako hilo ni kosa la. Biblia inasema mwivi haji ila achinje, aue na haribu. Mwivi haji kwa ana kazi tu moja. Ni wajibu wako wewe kulinda, kuacha nyumba yako hiyo imefungwa, imefungwa madirisha, imefungwa kila kitu. Lakini kwa bahati mbaya, waamini wengi tunampa shetani, wakati Biblia inasema wala msimpe ibilisi nafasi. Lakini tunampa nafasi, tunamfungulia milango wazi. Mmoja wapo mlango mkubwa sana ambao shetani anautumia kwa waamini sana sana ni kutokusamehe. Kutokusamehe, shetani anatumia sana huo mlango kuweza kuwatesa waamini, anapata haki kisheria juu yako. Utasemaje? Utasema mimi nimeokoka, ni mwana wa Mungu, shetani hana hiki juu yangu. Biblia inasema hapa, inasemaje? kwamba nanyi msimamapo mkisali sameheni, msiposamehe na baba yenu hata wasamehe makosa yenu. Tusome hii kwanza, hii Matayo tano mstari wa ishirini na tano hapa Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema basi kwa 23 nitasoma. Basi ukileta sadaka yako madhabauni na huku ukikumbuka kuwa ndugu yako ana neno juu yako, yaani maanake mmekosana kidogo, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Yesu anasema hivi, kama unaenda kutoa sadaka madhabahuni alafu ume, umekosana na ndugu yako Iache sadaka kwanza, alafu nenda ukapatane na ndugu yako. Lakini anakuja hapa anatoa kitu mfano mmoja ambao watu wengi tumeuangalia juu juu sana bila kujua maana ya undani ya mfano huu hapa. Anasema kwa Mathayo 25 hapa. Kama unaandika naomba uandike. Fa... Anasema patana na mshtaki wako upesi wakati uwapo pamoja naye njiani. Yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi na kadhi akakupeleka kwa askari ukatupwa gerezani. Amini na kuambia hutoki humo kamwe, hata uishe kulipa senti ya mwisho. Yesu anatoa mfano huu wa muhimu sana, mtu wa Mungu. Na, naomba yaani Mungu akusaidie wote wa, wa muhimu sana huu mfano. Anasema hivi, patana na mshtaki wako upesi hapa mshtaki anamaanisha nini? Je, anamaanisha yule ambaye umekutana naye aliyotolea? Hapana, hapana, hapana, mshtaki wetu ni Ibilisi, wapendwa, mshtaki wetu ni Shetani. Biblia inasema kwamba patana na mshtaki wako. Kumbuka shetani kila siku anakwenda kutushtaki mbele za Mungu, anasema mwangalie, yule mwanao amefanya hiki, mwangalie mtoto wako amefanya hiki neno lako unasema hiki yeye ameenda kinyume na neno yeah, lako mwangalie mwanao amefanya kitu hiki. Biblia nasema unapokuwa ume, umefanya kosa. Ezo, na mshtaki wako pale ambapo ujapatana ndugu yako au umemkasirikia ume, ume ujamsamehe au una hasira au una chuki na ndugu yako, wakati shetani anataka kwenda kukushtaki, patana naye mapema upesi kabla ya kufikisha kwa kadhi. Kadhi ni hakimu, hakimu mwenye haki ni Mungu mkuu kabla ya kufikisha mbele za Mungu hajakushtaki patana naye mapema, sema hivi: mimi shetani, nimeshasamehe huna tena haki juu ni yangu, nishamalizana nisha na wewe, sina tena wewe, huna tena haki juu ni yangu. Nilikuwa ninachuki na ndugu yangu, lakini sasa hivi nampenda, una tena nafasi kwangu. Anasema patana na mshtaki wako, patana na mshtaki wako mapema. Kataa vile vitu, sema kwamba tubu, sema nimekosa, mrudie Mungu, sema kwamba mimi vitu nilikuwa sijasamehe, sasa hivi nasamehe. Unafunga milango hii yote, ni milango, milango inamruhusu shetani apate nafasi kwenye maisha yako. Kipindi kinachofuata tutazungumzia kuhusu milango na tutazungumzia njia ambazo shetani anazitumia sana kupata nafasi kwa waamini. Biblia inasema kwamba utapelekwa kwa, kwa askari na hutatoka paka ulipe hata senti zote ambazo unadaiwa. Kama ulikuwa hujasamea. Kuna watu wengi wanateseka sasa hivi kwa sababu kutokusamea. Kuna watu wengi wana magonjwa kwa sababu tu ya kuchuki na ndugu zao. Hata hata madaktari wanasema ukiwa na chuki kwa mtu moyoni, inakutengenezea pressure. Wengine wana cancer kwa sababu kutokusamea, wengine wana magonjwa mazito, lakini kwa sababu tu walimpa shetani nafasi, walimpa mshitaki wao nafasi, naye akaenda kuwashtaki nawametiwa chini ya askari, mimi nasema hapa, akakupeleka kwa askari na hutoki umo paka paka sayako. Na maana Biblia inasema katika, na katika, ja, na katika kumi 11 kwamba mnaposali hakikisheni kwamba mmesamehe, maana baba yenu wa mbinguni ili awasamehe ninyi makosa yenu. Lakini msiposamehe, wala baba yenu hatowasamehe ninyi makosa yenu. Kipindi kinachofuata tutazungumza vizuri sana kuhusu milango na jinsi shetani amepata nafasi kwa waamini kutokana na vitu ambavyo wameviruhusu wao wenyewe. Shetani hawatumii kitu chochote nje yako Kumbuka yote sawa, lakini kumbuka, shetani atumie kitu chochote nje yako. Wewe ndio unampa nafasi shetani, wewe ndio unaweza kumzuia shetani, wewe ndio unaweza kumtoa shetani katika maisha yako. Kama mwamini unao mamlaka juu ya Ibilisi, lakini milango inampa shetani haki kisheria ya kuweza kudhuru na kukupatia madhara. Tena kuangalia kiundani juu ya milango. Kwa hiyo, kwa pamoja nami endelea kupata vipindi hivi, naamini Mungu atakubariki. Biblia inasema kwamba yote mnayoyaomba mkisali, amini kuwa mmeyapokea nayo yatakuwa yenu kama ambavyo Yesu aliuambia ule mtini unyauke, wala usitoe matunda tena, na ule mtu ukaanza kunyauka kutokea kwenye shina. Mwamini Mungu, iwe ni tatizo lolote ambalo unapitia, amini kwamba unapotamka tu, unapotamka tu kwa imani, katika jina la Yesu kwamba hili tatizo ninaukataa kwa jina la Yesu, unapotamka unapomwomba Mungu, amini kuwa unapokea hata kama hujakiona kile kitu kwa macho, hata kama hujaona matokeo, hata kama bado unaona mti bado nasama, una, umesimama na una majani yamechanua, lakini amini kuwa unapokea nayo yatakuwa, bila ya kuwa na shaka moyoni mwako. Amini kuwa Mungu anaweza, amini kuwa kwa jina la Yesu yote yanawezekana kwake. Aaminie na Mungu atakubariki sana sana sana. Kama umebarikiwa na Usiache kucomment, inasaidia sana video hii kuweza kufikia watu wengi. Usiache kucomment, usiache kulike, una like video na Mungu atakubariki sana sana sana, na utakutana katika vipindi vingine na hivi, tuweze kuendelea kujifunza na kukua na kukua mpaka kufikia kimo cha utimilifu wa Kristo. Na Mungu akubariki sana na kupenda. Naitwa Best Katunzi. Amen, amen, amen.